Kwa jina naitwa Aisha Hamis Masaka mchezaji wa timu ya taifa na timu ya Brighton and Hove Albion ya nchini Uingereza, na pia mwanzilishi na mwenyekiti wa AKM Foundation eh, ambayo imeanzishwa tarehe 2 mwezi wa 12 2024 chini ya wizara ya maendeleo jamii wanawake na makundi maalum. Lengo la shirika ni kusaidia jamii kuinua vijana kupitia michezo na elimu, kama ilivyo kwangu mimi, hapa, mimi nime, michezo, michezo na elimu imenitoa nime, mpaka nimefika hapa. Kama mnavyojua nimeanzia Alliance, shule ya Alliance ya Mwanza nilikuwa nacheza na kusoma niko salama. Uh, mimi naitwa Frida Amani, ni rapper, ni mtangazaji lakini pia ni mwanaharakati na ni mwanamazingira. Uh, leo ni siku nzuri sana, kwa pamoja tumekutana hapa. Mimi naifanya kama celebration ya mafanikio kwa mabinti, naitizamia hivyo, kwa sababu ni ndoto za mabinti wawili ambazo kwa ukubwa zimetimia na zinaendelea kutimia. Tukaona tusiishie kwetu, tuende mbele zaidi tukafanya mabadiliko Uh, mimi ni director na founder wa Mani Foundation. Uh, target yake kubwa ni kuwa sauti na ni sauti kwa jamii kwa ujumla. Uh, kama mwanamazingira nimeshawahi kujihusisha na vitu vingi sana vya kimazingira, uh, ikiwemo performance for nature ambayo nilifanya mwaka jana, ndio ilikuwa launching yake mwezi wa kumi na mbili na nilipata nafasi ya kuendelea kukumbushana kuhusiana na mazingira baada ya mimi kupata nafasi ya kushinda tuzo Uh, Marekani ya Cities Music Awards kupitia wimbo wa Kisiki Hai. So nimekuwa hivyo, lakini pia kama mwanajamii uh, nina project yangu ya mtoe mama gizani ambayo nilipata nafasi ya kuzunguka mikoa mbalimbali kwenda kuweka kuongezea nguvu kwa serikali yangu kwenye umeme, na tulienda kuweka umeme kwenye kwenye tuliweka sola kwenye sehemu ambapo umeme upo lakini hauko kwenye kiwango hicho. So tuliweka sola kwenye vijiji mbalimbali mbali, na target yake kubwa ilikuwa ni kusaidia wakinamama wanaojifungua wajifungue kwenye sehemu sahihi. So tulipata hiyo nafasi, nili experience vitu vingi, nilijifunza vitu vingi o sehemu kama pale, lakini target ilikuwa <coughs> ni kwenda kwenye kuzunguka sehemu kama hizo, tulikuwa tunatambua umuhimu wa kuiandaa future na future inaanzia sehemu pale mtu anapozaliwa. So kama ukianzia ukazaliwa mahali ambapo ni sahihi inakuwa rahisi sana. Historia yangu tuki, nikiwa kama rapper haikuwa rahisi uh, just to rap kwenye dunia hii ambayo kusema mwanamke una rap, nilipokuwa naanza ilikuwa ngumu, lakini nimefanikiwa kuifanya na nimeifanya kwa ukubwa na nimetengeneza historia mbalimbali mbali. na ndio maana nilipopata nafasi uh, ya kuzungumza na mdogo wangu Aisha uh, tajiri kabisa, tukapiga story tukasema, uh, ni wakati sasa wa kutizama pia talents kibao ambazo tunaziona mtaani binki, tuna za mabinti na tunaamini zina future kubwa. Nakumbuka mimi niliambiwa sitoweza sitofika mahali, lakini nimeandika historia nyingi mbalimbali mbali kwenye maisha yangu, so i think it's very important unapopata nafasi tunatoa nafasi zaidi na, na ndio maana tume imetokea kitu ambacho kimetokea. Aisha Masaka na timu uh, uh, walikuja, tukazungumza na wakaniambia idea na ndoto ya kufanya mabadiliko kwa mabinti. Unajua tunahitaji picha za watu ambao wamefanikiwa ili ziendelee kuinspire mabinti wengine wengi, na hilo Aisha Masaka amefanikiwa sana kwa sababu ni inspiration. Same for me, uh, kama rapper. so Malkia ni time yake sasa hivi, na ndio maana tunasema amka Malkia, na mimi I am proud kuwa mbele yenu nikiwa na Aisha Masaka. Target na ndoto ni kumpa uwezo Malkia kujiongoza na kufikia ndoto zake. Asanteni.